Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amekagua ujenzi wa ofisi za maafisa tarafa za Mpwayungu jijini Dodoma. Ziara hiyo imefanyika Machi kumi na mbili kukagua miradi ya maendeleo ambapo mheshimiwa Senyamule amewaagiza maafisa y tarafa kupanda miti katika eneo hilo kwa lengo la kutunza mazingira. Pongeze wote lakini, pia nimshukuru mheshimiwa Rais wetu kwa kuendelea kuimarisha mazingira mazuri kwa watumishi wa umma, lakini pia kuimarisha mazingira mazuri kwa Tanzania kupata huduma afisa tarafa ni kiungo muhimu sana kati ya serikali kuu na serikali za mitaa, na ndio maana dhamira ya Mheshimiwa Rais kuimarisha ili huduma hizo ziweze kuunganika vizuri. Amefanya hivi kwa mkoa wetu wa Dodoma. Kama ambavyo tumesikia, tumepata ofisi tatu ndani ya mwaka huu na miaka ya nyuma pia tulipata zingine, na safari ya kuendelea kujenga ofisi ya tarafa, za tarafa manake zinaendelea. Lakini niendelee kutoa shime sasa kwa afisa tarafa ofisi hii kwa kweli ni nzuri sana nawezekana hata viongozi wengine wakubwa waliojengewa nyuma kabla ya ofisi yako wana ofisi sasa hivi mbaya kuliko ya tarafa, amesema na mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa hata ya kwake e, <laughs> kwa kwa, si nzuri kama ilivyo hii. A, imejenga sasa, imejengwa kwa kisasa kutokana na wakati huu. Kazi ulizonazo ni mbili, moja, kutunza majengo haya yenye thamani kubwa, lakini pamoja na mazingira yake Nilikuwa naangalia hapa sasa, nimeona umeanza kupanda panda maua humo pembeni, lakini hem, safisha eneo lako vizuri. Sasa hivi hujawekwa hela ya fensi na inawezekana hata isije karibuni, kwa sababu ofisi ya tarafa ni ya wananchi, isihitaji fensi haraka namna hiyo. Lakini sasa, panda miti kule kuzunguka eneo lako lote, iwe kama ni alama ya mipaka ya eneo lakini hemu, weka na ile kauli mbiu yetu tunayosema ya mifano ya miti ya matunda, hata miwili humu, wananchi waje kujifunzia Kwako, na ili uhamasishe kutoka hapa nao wae, wanajua alafu, akapanda tunda fulani em, na sisi tukapande. Kwa hiyo e, tuone hiyo ikiwa inaonekana, kwa sababu hiyo ofisi sasa ni sehemu ya kujifunzia hata wananchi. Mindi Josefo, Sky TV.